Bwana ni viongozi wa Young Africans uh, Ali Shaban Kamwe, uh, lakini pia mkurugenzi rais wa Young Africans wakionekana kwenye jukwaa baada ya mchezo wa Mbeya City dhidi ya Young Africans kutamatika, mchezo ambao umetamatika uh, kwa sare ya 0-0 sauti ya uh, ukiangalia sura ya rais wa Young Africans kuna namna inazungumza, tazama uh, akiwa pale kwenye bench uh, jukwaa kuu pale uh, baada ya mchezo huo kutamatika Africans eh, na kumaliza kwa sare ya sifuri kwa sifuri. Viongozi wa Young Africans wakiwa wako pale juu wakiwa wanaendelea kushuhudia kile ambacho kimetokea uwanjani eh, baada ya mchezo kutamatika na matokeo yakiwa ni sare kwa sifuri kwa sifuri yeah. Mchezo wa ligi kuu Young Africans mchezo wake wa pili, mchezo wa kwanza alipata na, ushi, al, al, al, al, al, na ushindi akiwa uh, uwanja wa nyumbani. Leo hii akiwa uh, mechi ya kwanza ugenini, anapata sare ya sifuri kwa sifuri kama ambavyo wanashuhudia afisa habari yuko hapa anaonekana pia mkurugenzi wa wanachama na mashabiki Ibrahim Samuel, mtendaji mkuu Andre Mtine, lakini pia anaonekana eh, mashabiki anaonekana viongozi wakiwa pale eh, wote wakiwa wako pale wote wakiwa wana eh, wamebaki hapa uwanjani baada ya mchezo huo kutamatika. Shuhudia viongozi wa mashabiki eh, wa Young Africans wakiwa hapa uwanja wa Sokoine baada ya mchezo huo kutamatika, sura zao zinazungumza maneno mengi kweli. Uh, baada ya mchezo huo kutamatika, Young Africans ametoka na sare ya sifuri uh, kwa sifuri hapa uwanja wa Sokoine Mbeya, mashabiki wakiwa wako hapa. Uh, mashabiki wakiwa wako hapa wanaendelea kushangilia na kuanikiza. Uh, lakini pia wachezaji wakiwa wanaondoka sehemu ya uwanja. Mchezo huo umetamatika na Young Africans ameambulia sare ya sifuri kwa sifuri, shabiki wa Mbeya wakiwa wanaendelea na shangwe uh. Kama kawaida, mashabiki wakiwa wanaendelea na shangwe kuendelea kushangilia hapa. Mashabiki wa Mbeya City wakiwa wanaendelea kushangilia kwa shangwe na furaha kwelikweli, uh, kama ambavyo unashuhudia, kama ambavyo, uh, unashuhudia mashabiki wa Mbeya City wakiwa wanaendelea na kushangilia na kufurahi.